Mina akamwambia Jin, nibebe mgongoni hata dakika mbili. Jin akasema sawa na kubeba dakika moja haraka. Jin akapanda mgongoni wakaanza kuzunguka la haula. Mara Yuna akafika pale na kuona wamebebana. Haraka Jin akamwachia. Jin akaanza kujitetea, tulikuwa tunashekea tu wala si jambo nyingine. Yuna akasema sawa, kisha Yuna akamwalika Mina kwenye chakula cha jioni. Jin akakataka kukataa kuwa lazima mtu abaki kuiangalia supermarket. Mara rafiki yake Jin akatokea, wakatoka wote na kwenda hotelini. Jin akiwa amemshika mkono Yuna na Mina akawa nyuma peke yake. Meneja akawasalimia kwa heshima lakini akamshangaa Mina kwani alivaa kawaida sana. Mina hakuwa anajua Kiingereza vizuri, minyu ilimsumbua. Yuna akamcheka chini chini, baadaye wakaanza kula lakini warembo wawili waliangaliana sana. Jin akabaki akiwaangalia. Walimaliza wakatoka, Jin akiwa amemshika mkono Yuna na Mina akiwa mpekwe nyuma yao. Jin akapigiwa simu, kuna oda ya kupeleka vitu mahali. Yuna akamwachia mkono na kufanya kama si mpenzi wake. Basi Jin akamwomba Mina aende akapeleke, kisha akataka kumsindikiza mpenzi wake Yuna, lakini Yuna akagoma. Mara Han ambaye ni director kwenye kampuni ya kina Yuna akafika pale na kumchukua Yuna. Jin kuona mpenzi wake anachukuliwa na mtu mwingine aliumia sana. Baadaye Jin akarudi nyumbani kuangalia simu message zake, Yuna hajajibu bado, akaumia sana. Leo dada wa Jin akaja na mama yake shopping. Ni muda mrefu mama wa Jin hajanunua nguo mpya. Baadaye, wakati mama wa Jin anataka kulipa, akaambiwa binti yako pia akachukua nguo bila kulipa, ikabidi alipe mwenyewe. Akafika nyumbani na kumwona binti yake anafurahi na ile nguo, akafoka na kumlalamikia sana. Baba wa Jin alipewa zawadi akawa anajaribisha, mara Jin akafika, mama yake akaanza kumlalamikia kwa nini mimi hujanipa zawadi. Sipunde Mina akafika pale Wow! Mina alipata nafasi ya kuwa mfanyakazi bora wa mwezi. Familia ikafurahi sana. Muda wa picha, ripota akamwambia itakuwa bomba ukipiga picha na Mina akiwa mgongoni. Jin aliyehofia mpenzi wake anaweza chukia, lakini baadaye wakapiga hiyo picha, hakika ilikaa poa sana. Baadaye familia yote wakawa wakiburudika. Mara Jin akaona picha mtandaoni ya yeye amembeba Mina na imekatwa haraka. Akampigia ripota, lakini haikusaidia. Alijaribu kumpigia Yuna lakini Yuna akaiona ile picha na kuchukia sana. Jin akaenda kumsubiri nje ya nyumba yake. Kwa mbali akamwona director Han kambeba Yuna akiwa amelewa. Kisha alipomshusha Yuna akamruhusu aingie ndani. Jin akaumia sana. Miaka mitatu yote ya mahusiano yao hajawahi kualikwa kwa Yuna, lakini director imekuwa kirahisi tu. Jin akaamua kuondoka. Mina alikuwa akisafisha meza za wateja bila kujua kuna mtu akamvizia nyuma na kumpiga kichwani na ubao. Walikuwa wale aliowazuia wali siku ile. Wakahisi wamemuua. Haraka wakakimbia. Jin akirudi akakutana nao. Alipowaangalia akagundua kuna kitu hakipo sawa. Akawahi supermarket maskini kufika akamkuta Mina na hali mbaya. Haraka akampeleka hospitali. Daktari akasema anatakiwa afanyiwe operation haraka. Jin aliogopa sana. Kesho rafiki zake wakaenda kumwona, kumwona yupo sala wakafurahi, na kama sio kumfuma rafiki na Jin wasingejua baadaye wakampigia dada yake mina na kumpa taarifa pia, wakamtumia picha like young like sister. Dada wa Mina akawafuata wale wa dada, kisha akaenda kwa kiongozi wao akampiga ngumi nzito, lakini walikuwa wengi akaanza kuzidiwa. Rafiki na Mina wakafika na kutoa saa msaada. Mara vijana wahuni wakafika, mmoja akamshika shavu dada wa Mina akapewa kofi. Kabla hujafanya chochote, mama la mama Mina akafika, alipewa taarifa na rafiki yake kuwa dada yake yupo kwenye shida wale dada kumuona Mina wakaacha vijana, hawajakoma Mina akaona kuwa kwa kuwa mtoto kautaka, wacha awaoeshe. Dakika chache Mina akawafunza adabu. Mina rafiki zake na dada yake wakafurahi sana wakirukaruka. Siku moja mama wa Yuna akapata taarifa za Jin na kugundua anafanya kazi supermarket. Akafika na kuagiza bidhaa za thamani ya milioni moja dollars apelekewe nyumbani kwake. Baba wa Jin akishangaa, lakini akakubali. Jin aliporudi akashangaa sana, ilikuwa ni oda kubwa. Baba yake akasema, fanya kama navyokwambia. Jin akavaa zake sare ya kazi na kuchukua bidhaa kwenda kupeleka. Kufika akashangaa ni nyumbani kwa mpenzi wake Yuna. Mama wa Yuna alimdhalilisha mbele ya Yuna. Jin akapokea zake pesa na kushukuru kisha kuondoka. Mama wa Yuna akasema, tupeni hizo bidhaa zote kwenye dustbin. Yuna kuona hivyo akajua Jin atakuwa ameumia sana Akamwambia Jin msamehe mama yangu kwa matendo yake. Jin akasema hakuna shida, ni kazi yangu kumpa mteja huduma anayohitaji. Baadaye Jin akaenda pembezoni mwa daraja akafikiria sana, ndio akatambua, ndio maana miaka mitatu yote ya mahusiano Yuna hajawahi mtambulisha kwao, sababu ni hii. Baadaye Yuna alimpigia Jin sana simu lakini haikupatikana. Akaenda supermarket, mama wa Jin akamwambia Jin hayupo, labda atakuwa hospitali kwa Mina. Haraka Yuna akawahi hospitali, kufika akamkuta Mina peke yake, kisha akaenda na kumwambia toka umefika, mimi na Jin tumekuwa tukigombana. Mina akajisikia vibaya. Kesho asubuhi akamwambia Jin nahitaji kusimama kazi kwa muda, pia sio kwa ubaya, ni mapumziko tu. Mina alipoondoka akaenda kumsaidia dada yake kazi mbalimbali kama kusambaza chakula na nyingine. Siku walipofika nyumbani wakakuta watu wanatoa vitu vyao. Walipouliza wakaambiwa nyumba imeuzwa. Wakawa hawana pa kuishi tena. Walilala library. Siku moja Mina anapoamka akakuta pochi yake yenye pesa ya akiba nyeupe. Dada yake aliiba pesa yote na kukimbia nayo. Mina maisha yakawa magumu zaidi. Usiku mama wa Jin akipita pita akakutana na mama mmoja, akaambiwa Mina hana pa kuishi, anaishi library. Haraka mama wa Jin akaenda. Leo Jin akaenda na kumpa Yuna kadi ya mwaliko wa kuangalia sinema. Yuna amekuwa akipewa hivi pia na director Han, hakuweza kukataa. Lakini siku alipofika akamwambia Jin kuna mteja muhimu wa kampuni kafika, hivyo hataweza kufika. Jin kasema ni sawa, japo aliumia sana. Jin alikuwa peke yake akiwa mpekwe akiangalia movie, lakini kwa mbali Yuna alikuwa na director. Baadaye nyumbani, Jin akamwona mwanamke kavaa nguo nyeupe anakuja na nigiza Alipiga kelele kwa kuogopa, lakini kuangalia vizuri, kumbe ni Mina. Mama yake akamwambia Mina hana pa kuishi, hivyo ataishi hapa kwa muda. Kesho Jin akanunua tiketi nyingine na kumpa Yuna waende pamoja. Jioni wakawa wote wakiangalia movie. Baada ya kutoka pale, Jin akamwambia waende kupiga picha na director fulani. Han pia alikuwa pale, Yuna kuogopa kuonekana akajifunika ka mask kadogo. Baada ya pale, Jin akaomba waende mahali, lakini Yuna akamwambia "Sijisikii poa." Akachukua taski kisha akaondoka na kumwacha Jin peke yake. Jin aliumia sana. Yuna akaenda baa, alikuwa na mawazo sana. Pembeni alikaa Han na kumshika mkono. Jin akatuma meseji kumuuliza kama kafika salama lakini hakujibiwa. Han akapiga busu Yuna. Mina akiwa njiani akapigiwa simu, akaambiwa amezawadiwa zawadi na kampuni, hivyo aende kuchukua. Kwenye lifti akakutana na Yuna, hawakuongea. Alipofika akapewa zawadi yake na kupiga picha na Han, ambaye ndiye alikuwa anagawa zawadi. Baadaye Mina akaenda kumuuliza Yuna kwa nini alienda na director Han kwenye sinema badala ya Jini. Yuna akajibu haikuhusu. Mina akamwambia, nimeacha kazi ili wewe na Jin muwe sawa, kwa nini unamuumiza Jin? Yuna kusikia vile akaona kweli kamkosea Jin, mara nyingi amekuwa akimgomea vitu. Yuna akaamua kwenda kwa Jin. Kufika supermarket, hakumkuta. Akaenda hadi nyumbani kwa kina Jin. Kufika nje, mama wa Jin akamwona na kumkaribisha ndani. Rafiki wa Jin akaenda kumshtua Jin kuwa mpenzi wake kaenda kwao. Haraka Jin akasimama na kwenda. Alipofika Mina pia akaingia. Yuna kuona hivyo akachukia na kuondoka. Jin akajaribu kumwelezea kuwa Mina hana sehemu ya kuishi, lakini Yuna hakumwelewa. Na akachukua taksi na kuondoka akimwacha Jin kavunjika moyo. Mina pia aliumia, akamwambia, kwa nini hukumwambia kuwa niliacha kazi? Jin akasema sikupata nafasi. Baadaye akakaa akikumbuka jinsi Yuna alivyoondoka, pia akiangalia meseji zake hazijibiwi, aliumia sana Akaamua liwalo na liwe. Kesho akafika kwa kina Yuna, kisha akajitambulisha kwa mama wa Yuna kuwa yeye ndiye mpenzi wa Yuna. Hivyo asiwe na wasiwasi. Mama wa Yuna akakubali, lakini akafuatilia familia ya Jin, kisha akaongea na mama wa Jin kuwa anatakiwa kusaini mkataba mmoja. Mama wa Jin akakubali na kisha kwenda kuona na mama wa Yuna, kisha baba wa Jin akaajiriwa kuwa dereva wa Yuna na kulipwa mshahara mzuri, lakini Jin hakujua. Baadaye wakiwa mezani walifurahi, lakini Jin hakuwa na furaha. Leo Yuna akamwomba Jin wakutane. Walipokutana Yuna akamwambia, nataka tuvunje mahusiano. Jin akamwomba sana, lakini Yuna hakusikia. Director Han akaja kumchukua na gari. Jin alihisi moyo wake wataka kupasuka. Aliporudi hakutaka mama yake ajue, akamsindikiza kisha akarudi na kukaa chini akiumia sana. Kesho Yuna akaongezewa cheo kwenye kampuni na mama yake. Jin alikuwa anadhani Yuna ni mtoto wa mafogo akaenda kumuuliza Yuna kuwa kwa nini uachane na mimi kwa sababu yangu. Kisha Yuna akasema ukaribu wako na Mina ndio umesababisha. Kisha mama Yuna akawa anafika. Jin kumwona baba yake amekuwa dereva wao, alihuzunika na kuona familia yake inadhalilishwa. Kisha Yuna akaingia ndani, Jin akaamua kuondoka. Mama wa Jin kwa mbali aliona na kumwonea huruma mwanaye. Jin akiwa na maumivu, alikaa peke yake akinywa pombe huku akilia. Mina akafika pale kumfariji Jin, alimshika mashavu Mina. Mina hakuchukia, alimpa kampani, hakutaka kuona mtu anayempenda akiumia. Baadaye akambeba na kumpeleka gesti moja, kisha akamwambia ukweli kuwa alianza kumpenda toka alipomsaidia wakiwa watoto. Tokea hapo kila siku Mina alipitia supermarket kumwona Jin tu na hapo wakawa na furaha. Siku moja Yuna atafika pale, Jin na Mina walikuwa na furaha sana. Yuna akawaambia wana mpango wa kushuti video ya matangazo jirani na supamaketi yao. Jin hakuonekana kufurahi. Kisha Yuna akatoka. Siku ya kurekodi, Jin na Mina walishirikiana pamoja wakiwa na furaha. Yuna kuwaona alijisikia wivu. Mfanyakazi mmoja akagombana na Jin. Yuna kusikia hivyo akafika kuomba samani. Jin naye akataka kuinoma, Mina akamzuia. Kisha baadaye akamwonya kuwa hakuna kumwinamia mtu. Ukifanya hivyo, watanijua mimi nani kama unavyomjua Mina, ni mama ubabe. Baada ya kushuti video, ilisambaa sana. Kisha yuna akaja kugundua siri moja. Miaka minne iliyopita alifanya kosa, lakini Jin akachukua lawama zake zote. Yuna kugundua hivyo akaumia sana, kwani Jin alijitoa kwa ajili ya Yuna lakini yeye amemsaliti. Akaamua lazima ampate tena Jin. Akamfuata Jin na kumwambia, kwa nini hukuniambia mpema? kisha akamkumbatia Jin, akamtoa na kumwambia, nishaanza maisha mengine kwa sasa, deal na maisha yako. Yuna hakukata tamaa, akaenda na kuomba Jin apewe nafasi ya juu kwenye kampuni yao. Manager akakubali, kisha akamfuata Jin na kumwambia kuhusu ofa ya kampuni, lakini Jin akakataa na kusema "Supermarket inanifanya niwe na furaha pia, hiyo nafasi hainifai. kisha akamwomba Yuna aondoke Asije kutana Mina. Yuna akaenda hadi nyumbani kwa kina Jin, mama wa Jin kumwona bado alikuwa na hasira, naye Yuna hakujali, akamwambia kuhusu ofa ya Jin kupewa nafasi kwenye kampuni. Mama wa Jin alipenda kuona mwanaye anafanikiwa, akasema nitaongea na Jin na imani atakubali tu. Si punde, Mina akawa anatoka, mama wa Jin kumwona Mina akatabasamu, kisha akamshika kuonyesha anamjali sana kama mwanaye. Yuna kuona vile akaona wivu. Kesho Jin, baada ya mama kumshauri, akakubali. Alifika kwenye kampuni na kujitambulisha, kila mtu alimkubali sana. Baadaye kabla ya kurudi, akaenda kununua maua mazuri, kisha baadaye akaenda supermarket akiwa na furaha. Yuna, akiwa kwenye gari, akawa anamkumbuka Jin vile anajielezea, akamwambia dereva ageuze gari. Aelekee supermarket. Lakini kufika alichokiona kilichoma moyo wake. Jin alikuwa akimpa zawadi ya maua Mina. Yuna akaamua kuondoka, lakini hakukata tamaa, akaenda na kumwambia mama yake anamtaka tena Jin. Leo ilikuwa siku ya kwanza ya Jin kazini, akaenda na Yuna kwenye supermarket moja, lakini mwenye supermarket akawafukuza. Walipotoka, Yuna akasukumwa, Jin akamwokoa na yeye akadondoka na kuumia. Mina alipata taarifa kuwa Jin yupo hospitali, alikimbia kuwahi huko. Kufika, akamkuta Yuna. Yuna akamsukuma na kwenda kwa Jin. Jin alikesho walipokea taarifa kuwa supermarket kwa sasa atakuja meneja mwingine kwa sababu Jin kwa sasa ana nafasi kubwa kwenye kampuni. Mara akapigiwa simu, haraka akabidi aondoke. Alipotoka, Yuna akaamua kujiweka karibu na mama wa Jin. Akampa zawadi moja mama wa Jin. Mama wa Jin akafurahi sana. Baadaye Yuna akamwalika mama wa Jin kwenye chakula cha jioni. Mama wa Jin hakukataa, akaenda. Baadaye baada ya kunywa akarudi, akiwa yupo chaka, akamwambia Jin, lazima urudiane na Yuna, ndiye anakufaa. Baadaye Mina akamweka vizuri ili apumzike. Akamshika na kuanza kumuita Yuna. Mina alijisikia vibaya na kutoa tabasamu la uongo. Baadaye Jin hakukubali kurudiana na Yuna. Hii ikafanya wabishane na wagombane na mama yake. Baadaye akakutana na Yuna, akaamua amalize mzozo, akamwambia kwa sasa hatuwezi kuwa pamoja tena, hivyo naomba uishi maisha yako na mimi niishi ya kwangu. Yuna akajua huu ndio mwisho wa ukaribu. Jioni Mina aliporudi akamkuta mama wa Jin hayuko sawa, alipomuuliza mama wa Jin akasema kwa mara ya kwanza nimegombana na mwanangu Jin, hataki kunisikiliza kabisa. Mina akamfariji na kusema nitaongea naye. Alitamani kuona mama wa Jin ana furaha, akaenda kumshawishi pia Jin akubaliane na mama yake, lakini Jin akakataa na kusema tayari ashafanya maamuzi. Mina akafikiria huenda ili Jin awe na future nzuri, sitaki kuwa jirani yake. Mina akaona kama yeye ni kikwazo kwa Jin. Leo akaamua kuondoka kimya kimya na kwenda mbali. Kabla ya kuondoka, akamwandalia zawadi Jin na barua, kisha akaenda kumwangalia Jin kwa mara ya mwisho na kumwaga kwa macho huku machozi hakimtoka. Asubuhi Jin alipoamka hakumwona, kwenda chumbani kwa Mina akakuta kawekewa zawadi pamoja na barua. Akajaribu kumpigia Mina lakini Mina hakupatikana. Akaenda kituo cha polisi kumuulizia lakini hakumpata. Jin akakosa furaha kabisa. Alipopita pembeni ya supermarket, alikumbuka mambo mbalimbali mbali waliofanya na Mina. Akiwa nyumbani anapokula alimkumbuka tu Mina, akaenda kuomba kuachana na nafasi ya kazi yake na kurudi zake supermarket. Mina alienda mbali katika kijiji kimoja na akawa anafanya kazi fulani huko. Rafiki wa Jin leo alimchukua mpenzi wake hadi kijijini na huyo mpenzi alikuwa ni rafiki wa Mina, huwezi amini Rafiki wa Jin akionekana mshamba mshamba, lakini alikuwa ni tajiri mkubwa, alikuwa na nyumba kubwa na maeneo makubwa mpaka mpenzi wake akawa anashangaa. Mama wa Jin akaja kugundua kuwa alikuwa anamkosea mtoto wake kwa kutoelewa hisia za mtoto wake. Kuanzia hapo, aliheshimu hisia za Jin. Leo Mina akiwa kijijini akapata taarifa kuwa cheti chake kimetoka, lakini akashtuka kwani kilikuwa kimetumwa mjini Jirani na nyumba ya kina Jin. Usiku Mina akaenda hadi pale akinyata, alipokuwa akichukua cheti mara akasikia sauti ya baba na mama wa Jin. Haraka akajificha, lakini mara baada ya kusikia Jin akaacha kazi kwa kampuni alishindwa kujikontrol na kuongea, akasikia mama wa Jin alipomwona, akamuuliza unaendeleaje, binti yangu? na kumkumbatia. Jin alikuwa mwenyewe supermarket, asubuhi, usiku bila kupumzika. Leo alikuwa anasinzia akiwa pale supermarket. Kwa mbali Mina akaonekana akienda pale, kufika akamkuta Jin kasinzia, akamgonga meza kumwamsha. Jin akastuka kuangalia mbele akamwona Mina, urembo wa Mina ukimfanya akodoe macho, akamwambia unajua jinsi gani nimekumisi Mina naye akasema nimekumisi pia. Jin akamwambia kuanzia sasa sitaki uondoke tena. Mina akasema sitoondoka. Mina akauliza, ninaweza kukukumbatia Jin akajibu naanza mimi kwanza. Wakakumbatiana kwa furaha, pia kwa mbali rafiki yake Jin naye alikuwa akifurahi wakiwa na mpenzi wake. Jin akiwa na Mina waliuza supermarket wakiwa pamoja na mapenzi mazito. Nami nipende kusema asante sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi sasa, tunamaliza story yetu tamu. Pia tumefungua group la WhatsApp Waweza join, link ipo kwenye comments. Pia kama wewe ni mgeni usipite bila kusubscribe, ili uendelee kupata burudani kama hizi kila siku. Basi mimi sina la ziada, naona ni kuwage, tukutane katika stori nyingine, bye. bye.